Sifurahi juu ya mateso ya watu wengine bali uwaombee. Unapoona wengine wanapita, jifunze kufunga mdomo. Unapoona watu wanapita kwenye mapito au wanapitishwa, jifunze kufunga mdomo. Kuna watu wakiona wengine wanapita, wanainua vinywa vyao na hata kuwahukumu na hata kuwasema na hata kuwachafua Sikiliza mwanangu, jifunze kufunga mdomo wako. Kama huwezi kuwasaidia, nyamaza kimya. Kuna watu wanapoona wengine wanalia, wanapiga makofi. Kuna watu wanapoona watu wamezidiwa, wanachoka, wanaanguka, wanapiga makofi. Lakini nataka nikwambie, usifurahie mateso ya wengine, lakini waombee. Sipende kwa mtu wa kuongea kuhusu mapito ya watu wengine, kwa sababu yakigeuka yatarudi kwako. Kuna watu mmekuja hapa leo mnapita, mmesemwa sana, mmekataliwa sana. Wakati mwingine wengine wakiona mnapita kama familia, wanasema wamelaaniwa. Wanaanza kutunga, mama yao alikuwa hivi, baba yao alikuwa, wanaanza kutunga. Acha kutunga. Huna kipimo cha kumhukumu binadamu mwenzako. Mwenye kipimo ni Mungu mwenyewe, mwenye kuhukumu mtu ni Mungu. Hatimaye Yesu akasema, msiwe watu wa kuhukumu wengine msije mkahukumiwa. Kwa lugha nyingine, unapoendelea kwa hukumu wenzako na kuwaona ni waovu na kuwaona wafai, kile kile kipimo unachopimia ndicho utakachopimiwa nacho. Sikilize vizuri mwanangu Mdomo wako utakuletea shida. Unapowacheka watoto wa mwenzako, asubuhi wakwako watachekwa. Unapowawekea vikao, asubuhi wakwako watawekewa vikao. Unavyowacheka asubuhi, wakwako watachekwa. Sifurahia mateso ya wengine, na ukifungua hata mdomo wako juu ya mtu anayepita, mshauri, tia moyo kuliko kumu. Yani, kuna mtu hana atakalokusaidia lakini, atakusema atakuchamba, atakuwekea na vikao. Nataka nikuambie ukimwona mwenzako anapita, fungua basi mdomo wako kwa kumtia moyo, na atakumwombea na atakumshauri kwa sababu hakuna mtu anayependa kupita kwenye mateso. Mwimbaji mmoja alimba akasema, ingekuwa mapito ni mkate au ingekuwa ni chakula tungegawana wote, lakini mapito ni ya kwako. Lakini furaha niliyo nayo, hata kama mapito yanauma, utakapopita utukufu ni mkubwa kuliko mapito. Kwa hiyo usiogope, maana yale maumivu unayopata ni dalili kuna utukufu mkubwa unakuja. Sema, basi amina, kama unanielewa. Kwa hiyo ukifungua mdomo, usifungue mdomo ukaanza kwa chamba wengine na kujihesabia haki kwamba ni kwamba wewe ni mtakatifu wewe si, wa, wa, wa, wa, ni watenda dhambi. Sikiliza, mwenye kipimo cha kumhukumu mtu ni Mungu pekee. Embu nisaidie kumwambia mwenzako, acha kuropoka, acha kuongea, linda huo mdomo. Shambo lingine chifunze, chifunze kwenye mapito ya wenzako. Mapito ya wenzako ni kama maisha, mapito wanaopitia wenzako ni kama gwaride, maisha ni kama gwaride Leo unamuona anayepita, lakini maisha ni kama gwaride, ni kama kipindi kile tuko shuleni, kiranja mkuu saa kumi na mbili anasema shotu kulia, shotu kulia, tunapiga wote shotu kulia, kila mtu anaangalia huku, lakini kuna saa kiranja mkuu au kaka mkuu atasema nyuma geuka. Akisema geuka, maisha yanageuka, wa kwanza anakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Kuna watu watatu walishachekwa, walikuwa nyuma kabisa, lakini kaka mkuu yesu kristo atasema leo nyuma kauka aliyechekwa atakuwa namba moja aliyekataliwa atainuliwa si kama naongea na watu watatu usichezwe na maisha usiogopa maisha yuko kaka mkuu wetu yesu atasema nyuma kauka maisha ni kama gwaride iko familia imetaabika, walisemwa, wakakataliwa, wakatangaza mwisho wao umefika. Ninazo habari njema, ni kwamba tulikuwa kwenye gwaride, mlikuwa mnaenda kwenye maisha moja, maisha ya kukataliwa, maisha ya madeni, maisha ya magonjwa, maisha ya kutengwa. Sikiliza nikwambie, nimetumwa na kilancha mkuu, nimetumwa na kaka yetu Yesu Kristo, ameniambia nikwambie, gwaride leo litasemekana nyuma teuka na akisema nyuma geuka, aliyeambiwa hata walewa, utasikia shamra shamra za arushi. Aliyeambiwa hatajenga, utasikia shamra shamra za magari. Aliyeambiwa hata kuwa na boma, utashangaa boma linang'aa. Aliyekataliwa atainuliwa. Wako wapi watatu wanaosema maisha ni kama gwaride? Saidia kumgusa mwenzako, mwambie maisha ni kama gwaride, ikigeuka ikigeuka, uliyemletea mdomo utakuwa na kula ruti alizokuwa na kula. Uliyemcheka atakubeba. Sema fire. Sema fire. Maisha yana formula, chambo la lingine. Cheki sana unapopitia kuna watu kuna mtu anapita au kuna watu wanapita, ni Mungu ameamua awapitishe au wapite kama darasa na wajifunze, na watu wajifunze kupitia yeye. Kuna mtu anapita, sio kwamba amefanya dhambi. Kuna mtu anapita, sio kwamba analaana. Kuna mtu anapita, sio kwamba kuna amefanya no, ni Mungu ameamua apite, familia ipite, ili wengine wajifunze kupitia familia yake. Kuna watu Mungu ataamua wapite kwenye mapito kama darasa, ili wengine wajifunze. Kwa hiyo nataka niseme, yamkini, ya mkini, mapito yako ni Mungu ameruhusu, ili upite. Kuna mamilioni ya watu wataokolewa kupitia mapito yako, watajifunza kupitia mapito yako. Kwa lugha nyingine, Mungu anaweza kukufanya shamba, darasa ni kweli, unapita unasemaje? Kamuuliza Ayubu maandiko anasema shetani, Mungu akamwambia shetani, uko huru, wacha nimfanye kuwa shujaa, halafu namjivunia. Sikiliza, kuna mapito unapita, Mungu anakujivunia japo Mungu atasema na wewe, maana saa unapita Mungu asemi na wewe, ananyamaza. Angalia moyo wako. Je, utamwacha? Je, utamkana? Je, utarudi nyuma? Je, utakiri jina lake? Bado Mungu anaangalia moyo. Wacha wanafiki waseme, wacha wakae vikao, wacha wakukatae, wacha waseme watakachosema. Unachojua mimi yuko shujaa na kushikilia shetani. Atapewa samasi, kuna mahali Mungu atamwambia adui wako, wewe mtese Raheli, wewe mtese Rehema, lakini hapa usiguse. Usiguse roho yake, usiguse tu roho yake Wee pesa mpaka na ngozi, wee pesa mpaka akose ada, pesa mpaka akose hata chakula, pesa mpaka akose hata chochote, lakini usiguse roho yake. Hiyo roho anailinda, saa inakuja atafufuliwa, saa inakuja kila aliyemkataa watajua Mungu yupo. Naongea na watu watatu ambao wanapita, lakini kuna mahali wanakwenda. Hebu nyanyuka, sema kuna mahali na kwenda kumgusa mwenzako, mwambie nimefanywa shamba darasa na Mungu. Akifanya shamba darasa hanataka wanafiki waseme mpaka tone la mwisho. Wakimaliza, Mungu anasema, nataka kujibu. Wamesema ya kwao, wameenda kwa waganga, wamekaa na vikao, wamesema walichoweza kusema. Wacha Mungu nijitokeze sasa. Mungu akijitokeza, ndio ile tunasema, Mungu anasema gwaride na ligeuza nyuma. Keuka, aliyekuwa anakusema ataanza kusemwa, aliyekuwa anakupiga ataanza kupigwa, aliyekucheka ataanza kuchekwa. Wewe mairobo shanta inatamka Kinabii, kuna watu, gwaride litageuka, gwaride litageuka. Punga mkono, sema gwaride litageuka, litageuka. Ulichopanda utafanyeje tavuna. Kuna watu unapopita wewe, kwa sababu wao wanafuraha wanajiona wewe umefika mwisho, na wanapata cha kusema. Habari njema ni hii, kile wanachokutabiria gwaridi litasema nyuma keuka na tukigeuka wewe unapata kila ambacho ulinitakia wewe, sema leo ni siku ya gwaridi kugeuka. Kuna watu leo wanapita na familia zao, lakini waliwasema watoto wengine niwacheka ya wale watoto wako viwango vya juu wakao ndo wameporomoka. Sikilize mwanangu, kama umepata chakula cha siku mbili ukateleza kula na upanguze mdomo Siwaringie wengine, umepewa tu kula siku mbili na aliyekupa yu hai. Linda mdomo. Kama Mungu amekupa neema, ukipaka mafuta unateleza, shukuru, usiwaringie wengine. Kuna watu leo wana vikazi, wanajiona wako matawi ya juu, wanaweza wakasema wanaloweza kusema, lakini nataka ni kwambie ni rahisi sana kushuka kuliko kupanda. Wape muda. Na leo nitakuombea, kuna upako utashuka mahali hapa wanaokupiga vita usiwajibu, nyama za kimya, vita sio vya kwako kwa, vita ni vya Mungu na Mungu atapigana. Sema leo hawataniweza, sema hawataniweza kwa jina la Yesu. Some kitabu kile cha Mika, nisome haraka kitabu cha Mika mlango wa saba mstari wa tano hadi 10. mm aliona jambo hilo na aibu itamfunika yeye, yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? mstari wa ngapi unasoma baba? Hapana, anzia mstari ule wangapi? Mstari wa tano. Msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo. Tuseme sema, tuseme wote, hebu sema ilinde. Uguse mwenzako wa kushoto, kaa kulia, mwambie ilinde. Naomba uongee na mwenzako, mwambie ilinde malango ya mdomo. Kumbe mdomo ni lango, alafu eh? Ili mkeo alalae kifuani mwako, ili asijue nini Habari, Habari. Maana yake anajifunza na tufundisha kwamba, hebu tuwe watu wa kutoropoka ovyo, halafu tuwe watu wa siri. Sio kila mtu utaongea naye halafu anasema, msimwamini rafiki dunia leo, hakuna rafiki. Rafiki ni moja tu, ni Mungu pekee, ni Yesu pekee yule unayemtegemea ni rafiki, ndiye atakaye kugeuka, atakukata shingo. Lakini nataka nitamke kwenye madhabahu, kabla waja kukata wewe, watakuwa wamekatwa wao. Angalia, mtu amekaa pe. Kabla waja kumaliza wewe, natamka kinabii, kabla waja kumaliza wewe, watakuwa wamemalizwa wao. Narudia kutabiri, kabla wajammaliza mama yako, kabla wajammaliza mdogo wako, kabla wajammaliza kaka wako, watakuwa wamemalizwa wao. Wako wapi watatu wanaopokea unabii? uo ninatabiri, kabla hawajanimaliza mimi watakuwa wamemalizwa wao. Kabla hawajamaliza mke wangu watakuwa wamemalizwa wao. Kabla hawajamaliza watoto wangu watakuwa wamemalizwa wao. Hebu najukasema wamalizwe, si kama kuna watu wanafanya kitendo cha imani emsema kabla hawajatumaliza tumeshaandaa panga. Fanya hivi, sema tumeshaandaa panga. Kabla hawajatumaliza watakuwa wamemalizwa kwa jina la Yesu. Amina, hebu kaa vizuri kwenye ibada ya leo. Sitamani upite kwenye uwa mlango alikwamba adui wako bado anashabikia. Sitamani urudi nyumbani na adui yako bado akashabikia. Nataka na akaone atakachofanya Bwana kabla mwaka hujaisha. Simwamini kila mtu, na kwa ibada ya leo wanakwenda kufichuka. Uliowategemea ni watu, kumbe sio rafiki, kumbe sio ndugu, kumbe sio majirani, wanakwenda kufichuka. Amen, kabla hawajanimaliza, kabla hawajanimaliza, leo watakuwa wamemalizwa, leo watakuwa <todiculia> walitarajia kijana wake atakufa, atakuwa mlemavu. Watamuona anakimbia, watamwona anafanya maendeleo, wataona analeta baraka. Ninatabiri kabla waja kumalizia mume, watakuwa wamemalizwa wao. Sema wote wanaonishughulikia leo, wanashughulikiwa kwa upako huu, wanashughulikiwa awe yeyote yule. Siwaamini, siwaamini yeyote ambaye anahusika kunitesa mimi leo wanasekwa, sema na waseka yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, sema na waseka. Kuna watu wanapokea mafuta mabichi hapa. Nasikia kuna upako wa kumvusha mtu mmoja leo. Nasikia kuna maadui wana haha kijiweni, kuna maadui wana haha ulikotoka naachilia upako ulikotoka, waanze kuhaha wa, pandisha kiwango cha imani, pandisha kiwango cha imani. Nasikia nguvu inatirika juu yangu, nasikia kuna upako na mimi nika juu yangu. Ulikotoka kuna vitu vinafanyika, ulikotoka kuna watu wanakuachia, ulikotoka kuna nyota zinaachiliwa, nyota za kuolepa, nyota za kuoa, nyota za kuonekana. Kwa ibada ya leo kila mauti inahama Akasemaje? Hey, asema kwa maana mwana humwaibisha babaye, hey, na binti huondoka ashindane na mamaye. Umesikia hicho kitu? Mwana humwaibisha babaye, na binti huondoka kushindana na mamaye au aishemamayo, akimaanisha kwamba unaweza ukawa na ndugu familia watu wa karibu ukafungua moyo wako ukawaamini, kumbe ndio watakao kumaliza, kumbe ndio wanaotega mitego. Kama Mungu wangu aishivyo, yote yeyote aliyejificha ukamwamini, kaacha siri za moyo wako, leo ndiye anayekumaliza, asimalize mwaka akiwa yuko hai. Na kama atamaliza mwaka akiwa hai, ukitoka kwenye ibada ikamata haya maneno, aumbuke aumbuke na achanganyikiwe. Kama aliharibu mipango ya biashara zako na ye yuko kwenye biashara, nataka nitamke siku saba biashara zao zidorore, zishuke. Kama alitamka hutaolewa, yuko kwenye ndoa, ndoa zao zisambaratike, za kwako zijegwa kwa upya. Hebu sema leo, walichopanga juu yangu hakitatimia. Kuna mtu ana imani mahali hapa kuna mtu ana imani mahali hapa, hey. Hautakufa mpaka umeona jambo la baraka, kwenye gwaride leo litageuka mahali hapa. Kasemaje tena, sema na mwanamke aliyeolewa kushindana na, hey. kushinda na, na mavyaa uh -huh. adui za mtu ni, wa, ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Yesu mwenyewe alisema adui wa mtu, adui wa mtu ni wa nyumbani mwake mwenyewe. Haiwezekani wewe unateseka miaka yote, haiwezekani haiwezekani wengine wanatoka kimaisha utoki. Haiwezekani wengine wanafanya biashara wanachipuka uchipuki. Haiwezekani watoto wako hawafanikii, wakitoka ni hasara, wakiingia ni hasara. Haiwezekani, haiwezekani nyumba umejengwa umeshindwa kumaliza. Haiwezekani vijana wako wote ni walevi. Haiwezekani msiolewe, msioe, asema Bwana kwenye madhabahu. Kusudi la Bwana litatimia ndani ya mtu mmoja. Nataka nitamke kamke, hautarudi na hilo na hicho ulichokuja nacho. Unaacha tatizo hapa, unaondoka na tatizo. Ukiwa kwenye biashara, wateja yatokee mashariki, magharibi. Ukiwa kwenye ndoa, ndio tainee mashariki, magharibi, na tabiri na tabiriwa kwako.